Uhali gani, mtazamaji wa Sauti Kuu TV online? Eh, matumaini yangu utakuwa ni mzima na una afya tele. Nikualike sasa katika magazetini leo ambayo nitaenda kupita katika vichwa vya habari mbalimbali ambavyo vimeandikwa katika magazeti katika siku hii ya leo ikiwa ni siku ya tarehe ishirini ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Uh, karibu sasa twende pamoja na moja kwa moja nikianza na gazeti la Nipashe. Katika gazeti na, la Nipashe uh, habari picha inamuonyesha uh, wazi, uh, Waziri Mchengelwa, lakini imeandika ukosefu wa takwimu sahihi uh, waua watoto wa, kimya kimya ukosefu wa takwimu sahihi waua watoto watoto kimya kimya. Kilio cha ukosefu wa maji Dar chaongezeka, habari eh, picha ikiwa inaonyesha wakazi wa mkoa huo wa, wa Dar es Salaam wakiwa wanaendelea eh, kupanga foleni na madumu ya maji. Mbinu za polisi kudhibiti ajali kipindi cha sikukuu eh, zimeweza kuwekwa polisi. Eh, uchunguzi wabaini hakuna dalili za ukatili So, hiyo ni gazeti la Nipashe eh, nikiliweka kando gazeti la Nipashe na kamata gazeti la Uhuru ukweli daima, imeandika neema lukuki bandari Kilwa, neema lukuki bandari eh, Kilwa, kicheko wakandarasi wanawake eh, habari imeandika hivyo. Polisi eh, mguu sawa Christmas, na mwaka mpya eh, polisi eh, mguu sawa wamejiandaa vyema eh, zaidi katika sikukuu hizo ambazo zinakuja. Haya, na aliweka kando gazeti hilo eh, Uhuru ukweli daima, naenda kulikamata gazeti la tumaini letu eh, limeandika wasiojiandaa kiroho hawatampokea Kristo, wasiojiandaa eh, kiroho hawatampokea Kristo. Eh, askofu eh, mkuu awaonya wanaombe, eh, wanaombeza eh, Bikira Malia sawa eh, hilo ni gazeti la tumaini letu, nikiliweka kando na kamata gazeti eh, la Mwanahalisi. Gazeti la Mwanahalisi limeandika kibarua kigumu, waziri wa mambo ya nje akosa mapokezi nchini Marekani eh, Geneva Geneva eh, wafuta mikutano eh, yake Ubelgiji, wana msubiri. Hilo ni gazeti la Mwanaharisi eh, ambalo limeandika hivyo eh, thethi eh, wa IPTL eh, kuvuna eh, tena ni mabilioni ya shilingi ya walipa eh, kodi Sawa so, hilo ukikamata gazeti hilo bila shaka utapata nafasi ya kujua zaidi, lakini nikikamata gazeti la Raia Mwema limeandika uchaguzi mwingine, kasheshe mazito yaibuka jimbo la Jenista, Chadema msimamo ule ule ule, ACT yabaki njia panda, CCM yapiga jaramba ya Uh, hiyo sasa ni katika jimbo la alikuwa uh, mbunge wa piramio baada ya kufariki, sasa uchaguzi utaenda uh, kufanyika tena uh, katika jimbo hilo. Sawa so, nachana na habari hiyo. Habari nyingine imeandika waziri adai kutaka kuua bosi wa polisi, waziri adai kutaka kuua bosi wa polisi. Sasa ukitaka kui uh, Pata uh, waziri amedainini ukipata. okay, gazeti la Raia Mwema uh: JWTZ isitumike kisiasa. Hiyo ni kauli ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Dr. Samia Suluhu Hassan. Vurugu uh, zilivyo athiri wadau wa utalii na uchumi. Hizo uh, so vurugu ambazo zilitokea zilivyo asili uh, uh, nikiachana na gazeti hilo la Raia Mwema naenda kukamata gazeti la Jamhuri. Gazeti la Jamhuri limeandika lazima tutoke, uh, mjadala uh, kulikwamua taifa washika kasi kauli ya, he ya heche ikizua hisia tofauti, wasomi wamesema hoja ya Chadema ni sahihi kuelekea Mariziano wengine wahoji upande wa Chadema katika mkwamo wa kisiasa hapa nchini. uh, hilo ni gazeti la Jamhuri uh, lakini uh, habari nyingine inasema dawasa uh, tuvumilie kwa kipindi cha mpito uh, hao ni dawasa wakisema tuvumilie kipindi cha mpito msando masha watajwa uh, ainek Msando eh, mas, eh, na Masha eh, watajwa INEC. Hukumu ya eh, Warsame ya pigwa eh, kalenda. Hukumu ya Warsame eh, yapigwa eh, kalenda. Eh, sawa. Nikikamata gazeti pia la Rada linasema, lisu bado ngoma nzito habari nyingine inasema huwezi kuondoa upinzani bila kuondoa matatizo ya ndani. Hilo ni gazeti la Rada, lakini nikikamata gazeti la habari leo eh, limeandika bandari ya uvuvi ya iva yakamilika kwa asilimia ya tisini, kuanza kutoa huduma Machi eh, kunufaisha watu elfu tatu. Mwigulu aridhishwa Habari nyingine inasema muungano umekuza uhusiano jumuiya za kimataifa e, Dokta Mwinyi anasema e, tushukuru Mungu kwa uwepo wa amani. Habari nyingine inasema meli kubwa yatua nanga e, bandari ya Dar es Salaam. watoto kupewa vitambulisho vya nida watoto Eh, kupewa vitambulisho eh, vya nida eh, kukamilishwa eh, wanapozaliwa eh, kugharimu eh, bilioni mia eh, bilioni 11 na, yes, bilioni tatu, niweke sawa hapo. Na tukitoka hapo bwana, tunaelekea pia eh, katika upande wa pili wa magazeti eh, nikimaanisha upande wa michezo. Eh, tunaenda kuanza kutazama, nikianza na gazeti la habari leo. Limeandika Makonda aongeza mzuka, Taifa Stars, Simba eh, kukamilisha mfumo wa mabadiliko, Yanga kusajili watatu dirisha dogo. Hizo ndio habari ambazo zipo moja eh, kwa moja katika gazeti la habari leo, kwa upande wa kimichezo imeweza eh, kuandika eh, hivyo yes, kwa upande wa uh, Yanga uh, bila shaka kwenye eneo hilo sasa. Ni uh, endelee kukukumbusha uh, bado na uwezo ukaendelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu uh, ya Sauti Kuu TV online, hili bila shaka uh, tuwe tuna kwenda sambamba uh, kukujuza taarifa mbalimbali uh, mbali. Na katika siku hii ya leo hapo nilikuwa na kupatia uh, taarifa kwenye upande wa magazetini leo. Langu jina ni Jofrey Robert. Kama bado hauja subscribe subscribe. Nikutakie mwema kipindi kinachofuata cha Sautikuu Sports